kama Novemba tano mliwapiga bao tano moja, ndhani mm, kwamba kipindi hiki sasa wanaweza kuja kulipiza tena kwa goli nyingi. Labda nikwambie kitu kimoja eh, wakati Yanga inapofunga goli nyingi kama hizo tano eh, tano eh, bali sio kama Simba, katufunga katufunga zile sita eh, bado hapa katikati katufunga tano vile vile katupiga tena nne. Yanga inapokuwa na migogoro yangu ndipo Yangu wanakuta faida na wanapata sana Simba. Mhm. Mm. Sawa? Ndio. Yangu wanapokuwa hawana timu. Ndio. Ndio faida wanapata sana Simba. Mhm. Mm, lakini sidhani kama dabi itakuwa ya magoli mengi. Udhani oh, Mm. Mm. Mm. Kawaida. Magoli mengi kwa pande zote mbili. Zungumzie uh, swala la hizi siku za kucheza mfano mchezo huu uh, unacheza Jumamosi kwenye experience yako wewe, Jumamosi au Jumapili, siku gani ambayo imekuwa ya bahati kwa Yanga? Jumamosi, he bana, he. Hmm. Hila ina mavazi. Usiri wake ukoje, mniambie. Ukishaona Yanga naingia siku ya Jumamosi kucheza na Simba. Wamevaa jezi za kijano. Basi, sio kwamba mpaka ukadirie magoli, unajua tu kama machi ya ushindi. Ukiona Yanga wanavaa mechi njano siku ya Jumamosi, hmm. Ni mechi ngumu sana kwa Yanga, hmm, kama wakufungwa basi draw.

Hapo sasa, kwenye kwa zingatia tarehe, vipi hizi tarehe nane itakuwa ina chochote kwa jinsi ulivyoiona hapa? Pengine inasoma vipi huko kinyota? Aa, Simba mpira wao mm -hmm, wameuteka lakini unautekaje katika siku ya mtu, ndio sio eh? eh. eh. tarehe ni yao lakini unaitekaje una, una, una, una ile, ile, ile, ile, ile mechi wakati mm. ule ndio siku yake Apo, sasa ndo kuna kimbembe. Eh, ndo maana nikakwambia kwamba mpira utakuwa hauna magoli ya ajabu ajabu. Okay. Eh, utakuwa na magoli sasa kawaida kawaida. Eh eh. Mpaka magoli ninayo lakini siwezi kusema katika hadhara ya hii. Magoli utanambia baada ya hapa. Haya, haya tutakwenda nao siku ya Juma Mosi. Ndio. Basi tukipigiana simu tutapata na magoli kwa faida yake. Kabisa, kabisa. Sawa bwana. Eh eh. Lakini ukweli kwamba mpira utakuwa hauna magoli mengi. Pia utakuwa na magoli zana hey, eh, ila Simba kwa muda huu sasa hivi mm. lakini tunajua action ya kuifanya kwa Simba nini, mpaka tuwafunge. Kumbe siri zote zipo, yani hazina matatizo. Siri za kufungua vilivyofungwa zipo. Huwa wanatutangulia sana ehe. <laughs> mechi nyingi sana huwa mm -hmm. yeah. na mambo yao na nyota zao, na mapema mapema tu wanaja, na ukizingatia nyendo wenyeji wa hii mechi yeah? Mm, sisi ndio wenyeji hey. lakini wenyeji

Basi tuliweke katika hesabu kwamba ile goli la Simba nao eh, eh, lisio la Yanga eh, Eh, Eh. Magoli yale yanopigwa kiajabu ajabu. Ndio. Ndio. Kwa kwa hiyo mechi mechi tafu. tafu tafu. Hata ya ya ya Jumamosi mechi tafu. Itakuwa tafu sana, kwa sababu Simba Simba. Simba wanautaka. Wanautaka Yanga. vile vile. vile uh -huh. vile. Tayari anajua kabisa kwamba nikikosa ubingwa ubingwa na uh -huh. uh -huh. Na maana mimi mimi nimepotea. Sawa? Sawa? Anatakiwa lazima lazima yeye awe bingwa. Na ubingwa utapataje? Lazima ufunge Simba. Simba naye anasema haiwezekana mimi nitatengeneza timu yangu. Uh -huh. Kama nashiriki kombe la washindi, uh -huh. nimeingia robo, kwani nishindwe kumfunga Yanga? Chelo, ah, eh, pazuri pato kwa hapo, ila eh, kwa upande mwingine nimeenda sema kwamba Simba wana force. Mhm. Mm bado hujakuwa mwaka wao. Unajua, mm -hmm. ukishakuwa ukishakuwa mwaka wako unaja force, kila kitu kitakuwa na line line, kwa hiyo okay. pia hata kwenye kwenye miaka pia, huu bado sio mwaka wa Simba. Mhm. Sio mwaka wao mm -hmm. Kwa hiyo wana force na bado wanatengeneza timu natengeneza tima timu unaotengenezwa utakiwe kukamia kwamba lazima mimi nichukue ubingwa, bado tangaza tu kwamba lolote linaweza kutokea siku hiyo basi, lakini wana force, lazima tuchukue ubingwa, iwe jua basi, golini kama yupo golikipa hata kadi nyekundu atolewe, kusiwe na golikipa, sio kufunga magoli mengi hivyo. Emana yeah. Hey. Mm. Umchezo Simba anautaka mm. Yanga pia anautaka yeah.